Utafiti wa Uislamu Ukristo. Islamu hufundisha Islam kuwa Yesu ni nabii wa Mungu, pia ni Masihi, ijapokuwa Islamu hufundisha pia Yesu siyo mwana wa Mungu wala hakufa msalabani. Utofauti ni kwamba msingi wa imani ya Ukristo umesimamia Yesu kufa msalabani na kufufuka kutoka wafu. Mfano, mstari mfupi husema Yesu ametuokoa na dhambi kwa damu yake. Ufunuo sura ya kwanza, mstari wa tano. Je, tunaweza kujua mtazamo upi wa Yesu ni sahihi? Acha tuanze na chanzo cha kila mtazamo. chanzo cha mtazamo wa Muhammad kuhusu Yesu katika kuruhani Msingi wake ni malaika Gabriel alizungumza na Muhammad moja kwa moja. Malaika Gabriel pia alizungumza na Daniel uso kwa uso kama ilivyoandikwa katika Biblia. Kwa sababu malaika Gabriel alizungumza na wote Muhammad na Daniel, hivyo Biblia na Qurani zinapaswa kukubali kuwa Yesu alikufa msalabani. Badala yake vitabu hivi vinapingana kuhusu Yesu kufa msalabani. Zingatia mtazamo wenye mgogoro wa malaika Gabriel. Maneno ya Gabriel kwa Nabii Muhammad kama ilivyoandikwa katika marejeo ya Uthman ya Qurani 653 AD. Wanasema tumemuua Kristo Yesu mwana wa Mary, mjumbe wa Allah lakini hawakumuua wala kumsurubisha. Sura 4, mstari 1, 5, 7. maneno ya malaika Gabriel kwa nabii Daniel kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Danieli mwaka 538 BC, kufanya upatanisho kwa ajili ya dhambi. Danieli sura ya 9 mstari wa 24 Upatanisho ni sawa na neno lililotumika kudhabiwa nyama katika hekalu la Suleiman na hekalu la Herode. Masihi atakatiliwa mbali naye atakuwa hana kitu, Danieli sura ya 9 mstari wa 24. Neno kukatiliwa limetumika katika Isaya sura ya 53 mstari wa 8 Neno kwa ajili ya upatanisho na kukatiliwa lina maana moja, ina maana ya kuwawa kama sadaka ya dhabihu ya agano la damu, yaani agano jipya. Kwa sababu maneno ya Gabrieli kwa Muhammadi yanakinzana na maneno ya Gabrieli kwa Danieli, sababu rahisi inatupa kuhitimisha kwamba Gabrieli hawezi kuwa kiumbe yule yule wa kiroho. Gabrieli yupi anafunua ukweli wa rohoni? Zingatia maswali muhimu. Kama Yesu alikuwepo kama mtu kweli, tutapata vyanzo vya ushahidi vinavyokubaliana na uwepo wake. Je, vyanzo hivyo vya ushahidi vinaturuhusu kujua kama kuruhani ni kweli au kitabu cha Danieli ni kweli? Nakala za zamani za Danieli zinapatikana katika bahari ya chumvi. Wasomi pia walifanya majaribio ya kisayansi kuthibitisha nakala ya zamani ya Danieli mwaka 125 BC. Unabii wa Yesu kufa kama sadaka ya dhabihu umetangulia historia ya Yesu zaidi ya karne mbili. Ujumbe wa Danieli kwa yale yajayo Hakuna mwanadamu anayoweza kuyasema yajayo. Utofauti ni kwamba Muhamad aliishi miaka mia sita baada ya Yesu. Muhamad alitazama historia za matukio kisha akasema Yesu hakufa msalabani. Je, Bibilia iko sahihi au Kuruani iko sahihi? Ushahidi wa kale umethibitisha watu watano walikuwepo waliojua kuwa Yesu alikufa msalabani. Kati ya wote, mmoja alitazama macho ya Yesu siku ya kusulubiwa. Kati yao hakuna aliyeamini kuwa Yesu ni Masihi katika siku alipokufa msalabani, ijapokuwa mmoja akawa Mkristo na kiongozi wa Ukristo wa siku za mwanzo baada ya Yesu kufufuka kutoka wafu. Zingatia chanzo cha kale. Yesu alitazama macho ya Pontio Pilato siku ya kusulubiwa. Tunajuaje Pontio Pilato alikuwepo? Uchunguzi wa Pontio Pilato imegundulika kuwa mwaka 1961 Kaisaria, Israeli inaoniyesha Pontio Pilato alikuwepo wakati Yesu alipokuwa duniani. Uandishi unaonyesha Tiberia Kaisarea na Pontio Pilato. Uandishi unaelezea uwanja wa michezo wa Kirumi huko Kaisarea mpaka Tiberia. Shahidi tatu za kihistoria za kale kuhusu Pontio Pilato: moja Yusufu, mwaka 37 mpaka 100 AD. 2. Tactus mwaka 55 AD mpaka 115. 3. Philo wa Alexandra mwaka wa 20 BC mpaka 50 AD. Pia nakala za Agano Jipya na, na ushahidi wa macho. Miaka ya nyuma, sarafu ya shaba ilionyesha Pontio Pilato ilizalishwa Yerusalemu, ambayo ilionekana mwaka 29 AD, mpaka mwaka 32 AD. Tarehe za wanasayansi zinafunua kuwa Yesu alianza huduma yake mwaka 29 AD, ambayo ni miaka sawa na sarafu iliyozalishwa Yerusalemu. Luka 3:1, Miji 50 ya Tiberi ya Kaisari ndipo Yesu alipoanza huduma. Sarafu ya Pontio Pilato ndiyo iliyosaidia injili ya Luka ambaye alifanya utafiti kwa ukamilifu. Pontio Pilato alimhukumu Yesu kufa msalabani. Pilato alihukumu kwamba haja yao ifanyike. Luka sura 23 mstari wa 34. Walimsulubisha pamoja na wanyang'anyi. Luka sura 23 mstari wa 33. Zingatia ushahidi wa kale wa pili. Yesu alitazama macho ya Kayafa kuhani mkuu siku ya kusulubiwa. Tunajuaje Kayafa kuhani mkuu alikuwepo? Maelezo ya sanduku la mazishi ambalo liliitwa sanduku la Kayafa liligunduliwa mwaka 1990 katika pango la mazishi Yerusalemu. Gari la ujenzi wa barabara lilidondoka katika pango wakati wa ujenzi wa barabara. Inathibitisha Kayafa alikuwepo wakati Yesu alipokuwepo duniani. Masadukayo walikuwa matajiri, waliendesha hekalu la Herode. Mwonekano wa sanduku unaonyesha mmiliki alikuwa tajiri. Maandishi ya Kiaramaiki katika sanduku yanasomeka Yusufu mwana wa Kayafa. Ni waandishi wa Gano Jipya tu ndio waliandika jina Kayafa. Ijapokuwa Yusufu ameandikwa Yusufu aliyeitwa Kayafa kuwani mkuu. Antiquities 18, 4, 3. Ungeweza kutumia jina Yusufu au Kayafa kama kuwani mkuu. Kayafa aliongoza kesi ya Yesu. Nao waliomkamata Yesu wakampeleka kwa Kayafa kuhani mkuu. Mathayo sura ya 26 mstari wa 57. Kayafa alimuuliza Yesu, "Tuambie kama wewe ni Masihi mwana wa Mungu." Mathayo sura ya 26 mstari wa 63. Yesu alinukuu unabii kutoka kitabu cha Danieli. Sura ya kumi na saba, mstari wa kumi na tatu. Kayafa aliangalia macho ya Yesu siku ya kusulubiwa. Zingatia ushahidi wa tatu wa kale. Simoni Mkirene alilazimishwa kubeba msalaba wa Yesu wakati alipoelekea kusulubiwa. Katika mstari uliojificha, tunajifunza kwamba Simoni alikuwa na wana wawili ambao waliitwa Alexander na Rufus walijiunga na huduma ya mkosaji kwa kuja kutoka katika nchi. Simoni Mkilene ambaye ni baba wa Alexander na Rufus alibeba msalaba wake. Marko sura ya 15 mstari wa pili. Mwaka 1941 wana aikolojia Walipata sanduku la mifupa wa Alexander mwana wa Simon Mkilene, salafi ya zamani zaidi iliyopatikana katika pango, tarehe ya mwaka 42 AD. Uchunguzi wa kina unasaidia kutambua sanduku lilikuwa na mifupa ya Simoni Mkilene pamoja na Alexandra mwana wa Simoni. Ikiwa unataka kuchunguza, tafuta faili zifuatazo. Simoni Mkilene pamoja na Alexander mwana wa Simon walihusika moja kwa moja na Yesu na msalaba. Wote Simon Mkilene na Alexandra waliangalia macho ya ya Yesu siku ya kusulubiwa. Zingatia ushahidi wa nne wa kale: hakuna kaka wala dada wa Yesu waliomuona siku ya kusulubiwa. miezi sita kabla ya Yesu kusulubiwa, ndugu zake hawakumwamini, Yohana sura ya saba mstari wa tano. Hata hivyo Yakobo alikuja kuwa kiongozi wa Ukristo wa kwanza.

Then he appeared to James. 1 Corinthians chapter 15, verses 4 through 5 and verse 7. Yakobo mwenye mashaka akawa mfuasi wa Kristo. Yakobo hakumuona Yesu msalabani. Hii ni kusema Yakobo asingalidanganywa na namna Yesu alivyoonekana kama Muhammad alivyosema miaka 600 baadaye. Ni wapi Mtume Paulo alipata habari ya Yakobo kumuona Yesu yuhai tena? Paulo aliandika alipata taarifa kutoka kwa Yakobo. Sikuwaona mitume wengine isipokuwa Yakobo ndugu yake Bwana. Galatia sura ya kwanza, mstari wa 18 hadi wa 19. Tuna ushahidi gani kuthibitisha Yakobo ndugu yake Yesu alikuwepo? Mwaka elfu mbili na mbili sanduku la mazishi ya Yakobo lilitambulika kwa wazi. Lisingejulikana kama sanduku lisingekuwa na ushahidi. Wasomi wengi huamini ni kweli, ijapokuwa mwanahistoria Josephus alithibitisha Yakobo aliishi na kufa kwa mateso kwa ajili ya kaka yake. Sanduku halihitajiki kuthibitisha Yakobo alikuwepo na alikuwa kiongozi wa Kristo wa siku za mwanzo. Pia Paulo anazungumza Yakobo alikuwa ni moja ya viongozi watatu wa Ukristo wa, wa siku za mwanzo. Yakobo, Petro na Yohana ndio nguzo, Galatia sura ya pili, mstari wa tisa. Kwa sababu Yakobo ndugu wa Yesu alijulikana sana, ndugu yake mdogo Yuda aliweka utofauti Yuda sura ya kwanza, mstari wa kwanza. Yakobo ndugu yake Yesu alitazama macho ya Yesu mara nyingi miaka mingi walikuwa pamoja Yakobo hakuamini Yesu ni Mesia ili kumbadilisha Yakobo Yesu alimtazama macho ya Yakobo baada ya kushinda kifo na kabuli inashangaza kaka mwenye mashaka huwa kiongozi wa Kristo wa siku za mwanzo. Kwa nini ushahidi wa kale ni wa muhimu? Inahitaji kuwa na waandishi tofauti walioandika kuhusu sifa. Kama tabia za Agano Jipya hazipo, tungehitaji imani za hadithi. Sanduku linaonesha tabia za muhusika na kumjua Yesu. Bado una mashaka? Pata muda wa kujifunza wanasayansi walivyotoa tarehe za jumbe za Daniel sawasawa na sayansi ya unajimu kuhusu kifo cha Yesu na ufufuo. Jumbe za Daniel za unabii wa nyakati zimelenga matukio muhimu ambayo lazima hutokea katika tarehe zilizotajwa miaka mia baadaye misingi ya muda wa utoaji unabii kuhusu uharibifu wa hekalu la Herode siku ya Jumapili tarehe 5 mwaka sabini AD. Hekalu la Herode lilitumika kudhabihu wanyama kutokana na agano la kale. Namna gani kuchomwa kwa hekalu la Herode kunathibitisha kifo cha Yesu msalabani na ufufuo wake? Unabii wa nyakati wa Daniel ulisema wa habari ya kifo cha Masihi kipindi cha Pasaka. Kwa nini unabii wa nyakati wa Danieli unazungumza kuhusu kifo cha Masihi kama dhabihu, pia uharibifu wa hekalu la Herode ambapo dhabihu za agano la kale zilitolewa? Dhabihu ya agano jipya imechukua nafasi ya dhabihu ya agano la kale. Dhabihu ya Yesu ni ya milele. Utofauti ni kwamba dhabihu ya agano la kale ni ishara za umilele na ukweli wa roho. Tunajuaje dhabihu ya Yesu na ufufuo ni ya milele na inatuandaa katika umilele wa rohoni? Sayansi ya unajimu inafunua siku elfu kumi na nne zilizofichwa katika unabii wa nyakati. Ni kiwango gani kinachoendesha matukio ya mwanadamu kinachohitajika ili kupata siku elfu kumi na nne ndani ya majira yaliyoelekezwa katika jumbe. Baada ya masaa mengi ya kufikiri, nikahitimisha kwamba kila kipindi cha siku elfu kumi na nne kimegongwa muhuri katika Biblia kinafunua ukweli mkubwa wa kiroho, kwa sababu siku elfu kumi na nne zilizofichwa na Danieli siyo mara ya kwanza tunapata uendeshaji usio wa kawaida wa matukio ya mwanadamu kwa muda wa siku elfu kumi na nne ulioamliwa. Asili ya siku elfu kumi na nne zilizofichika katika maandiko ya Biblia katika kipindi cha Musa na Yoshua. Musa alipokea amri 10. Yoshua aliingia nchi ya ahadi katika siku ya mwisho ya siku elfu kumi na nne. Kipindi cha pili cha uendeshwaji wa siku 1014 kilitokea tarehe zile zile wanajeshi wa Babeli walipochoma hekalu la Suleiman. Pia hekalu la Herode lilichomwa katika siku ya mwisho ya siku 1014. Tukio la uharibifu wa hekalu linafunua ukweli usio wa kawaida. Ili kupata kwa uhakika siku 1014 inahitaji Mungu ambaye ni muendesha matukio ya wanadamu. Kurejea kwa Wayahudi katika nchi yao kumefunua uendeshwaji wa siku elfu kumi na nne. Mwingine unabii wa muda mrefu kutoka kwa kinywa cha Yesu umetimia karne ya 20 na karne ya 22. Kutimia kwa maneno ya Yesu kunatupeleka kwenye ujio wa pili wa Kristo. Je, uko tayari kwa mabadiliko ya kiulimwengu wote? Ni matokeo. Tunatambua kuwa Yesu ni Masihi, na wote ambao sio Wakristo mitazamo yao ya kidunia imekosa ufunuo wa kweli wa rohoni. Uko wapi ushahidi wa kuthibitisha kuruhani? Muhamadi anasema kwamba wote waliomwona Yesu amekufa msalabani walidanganywa. Msingi wake ni katika sura 4 mstari wa 157. Katika karne ya saba Muhammadi alisema kwamba Imani ya Ukristo misingi yao ni katika dhana. Ni kwa sababu Wakristo wa karne hiyo walikuwa na maandiko ya Bibilia tu katika imani yao, tofauti na Wakristo wa karne ya 21 wana nyenzo za ushahidi wa kuthibitisha. Kulikuwapo na watu waliomtazama Yesu katika siku ya kusurubiwa, ushahidi wa kale katika karne ya 20 na 21 umesaidia kutoa sababu kuwa Yesu alikufa msalabani. Uko wapi ushahidi wa Yesu kutokufa msalabani? Hakuna ushahidi kabisa ambao umepatikana kusaidia maandiko yaliyoandikwa katika Kuruhani. Kuruhani imeandika pasipo msaada wa ushahidi muktadha wa kuaminika mila au maandishi yeyote ambayo hayapo katika karne ya kwanza hayatakubalika. Zaidi ya miaka mia sita imepita toka wakati wa Yesu kwa marejeo ya uthmatic ya Kuruani ya mwaka 653 AD. Kuiamini Kuruhani inahitaji upofu wa imani. Kama Kuruhani ni kweli ina nguvu zaidi ya Bibilia, hivyo tegemea kupata unabii wa nyakati sawasawa na matukio yalivyotabiliwa ambayo yatatokea siku zile zile miaka mia moja baadaye. Kwa mantiki hii tunatambua kwamba chanzo cha Kuruani si kutoka kwa yule anayejua matukio yajayo kwa taarifa zake, kwa sababu Kuruani imekuwa na maswali mengi yenye misingi ya mitazamo ya ushahidi wa mwilini yenye kuhakikisha Biblia. Kweli uko tayari kuamini Qurani kwa usalama wa maisha yako ya roho? Je, unahitaji kuweka imani yako kwa Yesu Kristo kwa kumkaribisha katika maisha yako? Kama ndiyo, sema sara hii kwa moyo wako wote, akili na nafsi yako Bwana Yesu, nakuhitaji. Asante kwa kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu kisha kufufuka kutoka wafu. Nafungua mlango wa maisha yangu na kukupokea wewe kama Bwana na Mwokozi. Asante kwa kunisamehe na kunipa maisha ya umilele. Endesha enzi ya maisha yangu na unifanye mtu yule umpendaye wewe. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Amen. Expect-to-live-forever.com